Katibu katika wizara ya Kilimo Dkt. Paul Ronoh amewahimiza wakurugenzi wa kiwanda cha majani chai cha Kapkoros kuondoa kesi mahakamani inayozuia y kutenganishwa kwa kiwanda hicho na viwanda vingine vya Kapkoros. Aidha, akizungumza katika eneo la uh, Kip krengewe kip kre, katika eneo bunge la Kipkelion East, Ronoh alisema kuwa kuwepo kwa kesi kunatatiza shughuli za kilimo za majani chai na kuwaathiri wakulima wanaotegemea viwanda hivyo. Aidha, kauli yake inajiri siku chache baada ya vuta nukuvute katika uh, katikati ya wakulima na uh, wamiwa na wale wa majani chai <coughs> Yaani kama mkulima ya machani chai amechakua wewe kuwa director, alafu ni wewe unaenda kotini kuhakikisha kwamba ile maneno mkulima amesema fanya utaki kufanywa mpaka unaenda kotini kusuia mkulima, wewe ni nani? Kwa hivyo hizo mafactories kama wale wakurukensi wa Kapkoros yenye nimesikia wameenda kwa kotini kusema hakuna separation chu ya Kapkoros na chu ya Botiko na chuu ya Oleguruone. Ninawapatia tu wiki moja kuhakikisha kwamba wamelainisha hiyo maneno, wasipofanya hivyo tutawatakutana na serikali.